Mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje, kama alivyosema mwenezi. Mimi mpaka juzi nilikuwa mwenyekiti wa CHADEMA wa kanda ya ziwa Viktoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilichojifunza hapa duniani ni kwamba unapokuwa kiongozi, wajibu mkubwa wa kiongozi ni kutoa matumaini kwa watu wanaowaongoza. Napo mheshimiwa mwenyekiti kwa mambo yaliyosemwa hapa, nimemsikia Dr Bashiru anasema, nimemsikiliza mwenyekiti wa mkoa anasema, haya ni matumaini kwa watu wa Kagera na Watanzania unaoongoza kwamba kesho yao itakuwa bora kuliko leo. Hayo matumaini haujaanza kutoa leo, mara tu ulipoingia madarakani kama rais wa nchi yetu. Sisi tulipokuwa CHADEMA enzi hizo ulituita mezani kuja tuzungumze, tukaja na mahitaji yetu, tukaomba Mheshimiwa Rais kwamba sisi tuliokimbia nchi utukubalie turudi nchi bila masharti. Na mimi niko hapa leo nazungumza, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, tulikuomba, tulikuomba, kulikuwepo na watu wa CHADEMA wengi walikamatwa baada ya uchaguzi elfu mbili na ishirini, mheshimiwa rais wote waliachiwa. Mheshimiwa mwenyekiti tulikuomba mikutano ya hadhara ifunguliwe, mheshimiwa rais uliruhusu mikutano ya hadhara ikafunguliwa. Bahati mbaya tukaanza kukutukana huku. Umeturuhusu tufanye mikutano mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Mheshimiwa mwenyekiti ukaunda task force iliyoongozwa na Profesa Mkandala, ukatuomba ili unda na vyama vya siasa vyote Tanzania. Sisi huko CHADEMA, kama tunavyojua kususia na kununa, sisi hatukuja lakini tulileta mapendekezo hayo. Mapendekezo tuliyoleta, moja ya mapendekezo tuliyoleta, Mheshimiwa Rais, ilikuwa tulikuwa tunaomba marekebisho kwenye ibara ya saba moja ya sheria ya uchaguzi, na moja ya vitu tulikuwa tunaomba ni kwamba maded wakurugenzi nchi nzima wasiruhusiwe kusimamia uchaguzi. Mheshimiwa Rais, mabadiliko yalifanyika kwenye sheria, na leo hayupo mkurugenzi hata moja wa halmashauri yoyote nchi anayesimamia uchaguzi leo, na hiyo ndiokuwa nataka tukiwa huko Mheshimiwa Rais, tuliomba tukiwa huko, yalikuwa ni mapendekezo tumepeleka kwenye ile task force kwamba hakuna mtu kupita bila kupingwa. Sheria ilibadilishwa, leo hata kama kuna mtu anamgombea lazima apigiwe kura ndio na nini na hapana Tuliomba namna gani wapatikane wale viongozi wa tume ya taifa ya uchaguzi, sheria ile rekebishwa kwamba sasa kuna kamati ya usahili inayomshauri rais, watu independent kabisa. Lakini pamoja na haya, ndio nataka watanzania mjue ukweli huu. Pamoja na haya, sisi tulikataa kushiriki uchaguzi kwa yari yetu, kwa uoga wetu, kwa kuogopa ushindani, tukaweka mpira kwa pani tukakimbia. Mwisho, mwenyekiti, ukisoma Biblia, Mungu afanyi kazi na watu waoga, wanaoogopa wana ushindani, na ndio maana Mungu alimwambia Joshua kwenye kitabu cha Joshua mbili kwamba uwe hodari na shujaa, na anamkumbusha tena kuwa hodari na shujaa. Sasa watu waoga wanaokimbia ni hodari na shujaa? Ni hatari sana duniani hapa kuongozwa na kiongozi anayesema yeye yu yuko tayari kufa. Hivi Musa Musa angekufa katikati ya bahari ile ya Shamu, wale wanaisraeli wote si wangesombwa na maji? Sasa kiongozi sasa, huko nilikotoka, kiongozi anasimama anakuambia mimi niko tayari kufa. Kiongozi ambaye yuko tayari kufa ni aliyekata tamaa, kwa sababu hakuna tumaini kwenye kifo. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Ezekia. Ezekia alibishana na Mungu, muda wake wa kufa umefika, Mungu anaambia utakufa. Ezekia alijenga hoja mpaka Mungu akamwongeza miaka kumi na tano ya kuishi. Sasa wewe unaongozwa na kiongozi ambaye anakwambia yeye yuko tayari kufa. Huo ni wenda wazimu, utakufa wewe mwenyewe. Pipozi. Huo ni wenda wazimu. Sasa CCM oyee. Kwa hiyo mimi ndugu zangu nimekuja CCM kama nilivyosema juzi nikiwa Chato kwamba maisha yangu yote kwenye siasa nimekuwa nikicheza ndondo cup, sasa nimekuja ligi kuu. Nimekuja ligi kuu kucheza mpira, mpira mnene sasa.